Na hizi ndio siri saba za ukuaji wa uhalisia wa maisha na kufikia malengo na tutatumia mafunzo halisi kutoka kwa watawala wa kale waliobadilisha historia ya mwanadamu na kufanya mapinduzi makubwa ulimwenguni. Moja, kuwa na uwezo wa kujitawala kwanza kabla ya kutawala wengine. Hapa tunaenda kumwangalia mtawala wa dola wa Roma ambaye aliweza kujitawala yeye pamoja na nafsi yake kuelekea mafanikio, kisha akaja kuwaongoza watu wengine. Mtawala mahiri zaidi wa dola ya Kiromania, Mfalme Marcus Aurelius, dola ya Roma. Historia inaonyesha kuwa watawala wengi walianguka kwa sababu hawakuweza kujitawala wao wenyewe. Je, kivipi au kwa nini? Jibu ni kwa sababu mwanadamu akishakuwa na mamlaka ya pesa au ufalme au nguvu dhidi ya wengine anaanza kutawaliwa na tamaa ya nafasi yake na njaa ya kuwatokomeza wengine wasiokuwa na nguvu. Marcus Aurelius alikuwa mtawala wa mmoja ya himaya kubwa zaidi duniani, lakini hakutawaliwa na kiburi wala tamaa. Aliishi maisha ya nidhamu, unyenyekevu na tafakuri ya ndani. Aliandika maandishi yake binafsi na Meditations, akiwa vitani, akijikumbusha kuwa hasira, tamaa na hofu ni maadui wa akili ya mtawala. Kwa kujitawala kwanza, aliweza kufanya maamuzi yenye busara kwa maslahi ya dola nzima, si kwa faida binafsi. Funzo: hakuna mtu anayeweza kuongoza maisha yake au wengine kwa ufanisi kama hajajifunza kujitawala kifikra na kihisia. Mbili, subira na uvumilivu huunda ufalme imara. Hapa tunaenda kumwangalia mtawala wa karne ya zamani, alifahamika sana kwa utawala wake na nguvu alionayo, jinsi alivyotumia subira katika kuimarisha utawala wake. Mfalme Suleiman ibn Daud. Katika historia ya kale, kuna watawala waliopata mamlaka makubwa lakini wakayatumia kwa hekima. Mfalme Suleiman ni mfano wa kiongozi aliyethamini subira haki na busara. Kwa nini subira ni msingi wa mafanikio? Katika ufalme wa Suleiman, Suleiman alijulikana kwa hekima yake katika kutoa hukumu. Hakukimbilia maamuzi, bali alisikiliza kwa makini pande zote kabla ya kuamua. Katika simulizi maarufu ya watoto wawili waliogombaniwa, alitumia busara badala ya nguvu. Uongozi wake uliimarika kwa sababu watu waliamini haki yake. Ufalme wake haukusimama juu ya hofu bali juu ya hekima. Funzo: subira na busara vina nguvu zaidi kuliko haraka na jazba. Malengo makubwa yanahitaji akili tulivu na siyo papara wala haraka. Tatu. Maono ya mbali hujenga historia. Alexander the Great, watawala wengi huongoza kwa leo, lakini wachache huongoza kwa kesho. Alexander the Great alibadilisha historia kwa kuwa na maono makubwa kuliko wakati wake. Alexander alianza kutawala akiwa kijana sana, lakini aliona dunia kama eneo moja linaloweza kuunganishwa. Badala ya kuharibu tamaduni alizokuta, alizichanganya. Kigiriki, na Kihindi. Alijenga miji, elimu na biashara. Maono yake yalifanya athari zake zidumu hata baada ya kifo chake. Funzo: ukuaji wa kweli hauishii kwenye mafanikio ya muda mfupi, unahitaji maono yanayoishi hata baada yako. Nne, nidhamu na sheria hudumisha taifa. Mfano halisia wa kwani nidhamu hudumisha taifa na kuwa na nguvu kutoka kwa mtawala wa kale Hammurabi Babiloni. Aliwahi kunukuu na kusema, Bila sheria hakuna utulivu. Bila nidhamu hakuna maendeleo. Hammurabi alielewa hili mapema sana katika historia ya binadamu. Nidhamu ni msingi wa utawala. Hammurabi, au almaarufu Babiloni, alianzisha mojawapo ya sheria zilizoandikwa mapema zaidi duniani. Sheria hizi ziliweka uwajibikaki kwa wote, tajiri na maskini. Ingawa zilikuwa kali, zilileta utulivu na mpangilio katika jamii, na hii ilisaidia Babiloni katika kudumisha umoja zaidi baina ya watu maskini na matajiri, kuweka usawa kwa sheria katika jamii na maeneo aliyokuwa akiyatawala Nidhamu kwake ulikuwa msingi wa kila kitu, kwa sababu kiongozi asiyekuwa na nidhamu basi hana haki ya kuwa kiongozi, na pia sifa hana. Sasa kwa hapa, nidhamu na mifumo mzima wa maisha ya kila siku. Babiloni aliweka sheria kali sana ambazo ziliweza kudhibiti zaidi watu na kuwafanya wawe na nidhamu zaidi. Funzo: maisha bila kanuni huanguka. Nidhamu binafsi na kijamii Ndiyo msingi wa ukuaji wa kudumu. Tano, unyenyekevu huhifadhi nguvu ya utawala. Mfalme Cyrus the Great wa Uajemi. Historia inaonyesha watawala waliodumu kwa sababu ya ukali, na wengine kwa sababu ya utu. Cyrus the Great alikuwa wa pili. Historia inaonyesha kuwa watawala wengi walijaribu kudumisha mamlaka yao kupitia hofu, ukali na mabavu. Hata hivyo, uzoefu wa kihistoria unaonyesha wazi kuwa njia hiyo mara nyingi haikudumu. Cyrus the Great, mwanzilishi wa dola ya Uajemi, Achaemenid Empire, alichagua mkondo tofauti, unyenyekevu, heshima kwa tamaduni za wengine na uongozi wenye utu. Badala ya kuwavunja aliowashinda, aliwahifadhi akawaheshimu, na kuwapa uhuru wa kuendelea na imani zao. Njia hii ilifanya utawala wake kuwa imara, wenye uaminifu wa watu, na kudumu kwa muda mrefu kuliko watawala wengi waliotegemea nguvu peke yake. Funzo: nguvu ya kweli haiko kwenye kuogopesha, bali kwenye kuheshimiwa. Unyenyekevu hudumisha mamlaka kwa muda mrefu. 6. Kujifunza kubadilika baada ya makosa. Watawala wengi wa kale waliamini kuwa hofu, vita na adhabu kali ndivyo vilivyoweza kudumisha utawala imara. Katika mazingira hayo, kosa lilionekana kama udhaifu na kubadilika kama kushindwa. Hata hivyo, historia inamkumbuka Mfale Ashoka wa dola ya Maurya kama kielelezo adimu cha mtawala aliyethubutu kukiri makosa yake na kubadilika kabisa. Baada ya vita vya Kalinga ambavyo vilisababisha vifo na mateso makubwa, Ashoka alitambua gharama ya ukatili wake. Badala ya kuendelea na njia ya mabavu, alichagua mageuzi ya kimaadili, akajikita katika amani, huruma na haki. Mabadiliko hayo hayakudhoofisha utawala wake yaliufanya uwe na na uhalali wa juu zaidi na heshima ya kudumu katika historia. 7. Ujasiri wa kuchukua hatua katika wakati wa hatari. Maisha na malengo makubwa hayajengwi kwa tahadhari ya kupita kiasi, bali kwa ujasiri wa kufanya maamuzi magumu wakati hatari iko juu. Katika historia ya uongozi, wengi waliona hatari kama sababu ya kusita au kurudi nyuma. Julius Caesar, kiongozi wa Jamhuri ya Roma alichagua kinyume chake. Alielewa kuwa wakati fulani kusita ni hatari zaidi kuliko kuchukua hatua. Uamuzi wake wa kuvuka mto Rubicon haukuwa wapupa bali wa kimkakati, akitambua wazi kuwa hatua hiyo ingeweka maisha yake, heshima yake na mustakabali wa Roma katika mizani. Ujasiri huo haukumfanya awe kiongozi wa kawaida bali mtu aliyebadilisha mwelekeo wa historia, akionyesha kuwa uongozi wa kweli hujitokeza pale mtu anapothubutu kuchukua hatua wakati wengine wanaogopa. Kama ulivyoona, ukuaji wa kweli hauanzi na pesa, umaarufu au nguvu. Unaanza na nidhamu, busara, maamuzi sahihi na kusudi la maisha Kanuni ambazo hata watawala wa kale walizitumia. Historia haitupi majibu ya haraka, lakini hutupa misingi imara ya maisha, na anayejifunza kutoka historia hujenga kesho iliyo bora zaidi. Kama umejifunza jambo lolote kwenye video hii, bonyeza like, acha comment ya funzo ulilochukua na subscribe kwa maudhui zaidi ya historia, maisha na ukuaji wa uhalisia. Asante kwa kutazama. Hadi video inayofuata.